Kwenye um, biashara mtazamaji, um, katika safu ya biashara benki ya ushirika imepata faida ya shilingi bilioni 25.5, hili baada ya kutozwa ushuru, huu ukiwa ukiukaji wa asli, ukuaji wa asilimia 9.8 uliotokana na ongezeko la mapato ya riba. Benki hiyo imependekeza mgao wa shilingi 1 na senti 50 kwa kila hisa ambapo wenye hisa watagawanya jumla ya shilingi bilioni 8 Mtazamaji, kwa hizi na habari nyinginezo huu hapa mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara. Kiwango cha mikopo kilipungua kwa asilimia ndogo hadi shilingi bilioni 373.7 kutoka shilingi bilioni 374.2 iliyonakiliwa mwaka 2023. Hata hivyo hilo halikuzuia benki hiyo kuendelea kukua huku jumla ya mapato ya uendeshaji biashara ikiongezeka kwa asilimia 12.5 kutoka shilingi bilioni 71.7 hadi shilingi bilioni 80.6. Mapato yasiyo ya riba yalikuwa kwa asilimia 10.1 hadi shilingi bilioni 29.1, huku mapato ya riba yakiongezeka kwa asilimia 13.9 hadi shilingi bilioni 51.5. Wakati huo huo, jumla ya gharama za uendeshaji biashara iliongezeka kwa asilimia 12.5 hadi shilingi bilioni 80.6, huku benki hiyo ikiongezea shughuli ya uwekezaji kwenye sekta ya dijitali na kufungua matawi mengine na kufikisha kuwa 211. Kwingineko, Benki ya Absa nchini Kenya imetangaza faida ya shilingi bilioni 20.9 mwaka 2024 iliyochangiwa na mapato ya riba yaliongezeka kutoka shilingi bilioni kumi hadi shilingi bilioni 64.7. Benki hiyo imependekeza mgao wa shilingi moja na senti 75 kwa kila hisa. In a flat lending environment.

Halmashauri ya ustawi wa eneo la ziwa imeanzisha mafunzo kuhusu mbinu bora zaidi za ufugaji samaki ikiwalenga wafugaji samaki wa vidimbwi. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Wycliffe Ochiaga pia amesema kuwa taasisi hiyo inaweka mashine ya kisasa kuzalisha samaki wa changa katika kaunti ya Kisumu itakayokuwa na uwezo wa kufuga tani 35 za samaki wa changa kwa mwezi.